wa polisi mkoa wa Songwe, Kamishna msaidizi mwandamizi Augustino Senga, leo tumepokea magari haya mawili, magari ambayo yatatumika na askari wetu wa jeshi la polisi mkoa wa Songwe na chini ya usimamizi wa kikosi chetu cha kutuliza ghasia ya mkoa wa Songwe. Ni magari ambayo yatatusaidia eh, katika shughuli za kila siku, kuendesha kazi zetu. Kwa hiyo nichukue nafasi kabisa kumshukuru afande CPF wetu wa jeshi la polisi Camillus Wambura e, kwa jitihada zake mpaka tumeweza kupata vifaa, lakini tujue kwamba ni serikali e, ndiyo inayofanya mambo yetu. Kwa hiyo nichukue nafasi pia kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kukuona kuongezewa vifaa. Tumepokea magari mengi, na sasa tunapokea vyombo hivi kwa ajili ya kutuliza ghasia. Kwa hiyo nashukuru, sisi kwetu kama kamanda wa mkoa, nitawakabidhi wenzetu wa Field Force. Tunaye mkuu wa kitengo cha kutuliza ghasia ya mkoa wa... wa Songwe, yatakuwa kwake ni kuyatunza na kuyafanyia kazi kwa kadiri ya maelekezo. SSP Gadogosa ni mkuu wa FFU mkoa wa Songwe. Kamanda mkoa wa Songwe amekabidhi magari haya, hidi, haya kwa ajili ya matumizi, na mimi naahidi magari haya yatatumika kama maelekezo kutoka kwa kamanda, na akutokaaaanaleta maelekezo ya kutumia bila kinyume na matumizi lek